Oh my god, guys sijui kama mumeochi hiyo video vizuri, imekuwa trend pale TikTok guys. Yaani nimepatana tu na hiyo video nikasema, ai aki, dunia haina huruma na binadamu awanangi. Asante guys, yaani huyo msichana alionekana akiwa kama anapigwa na bwana yake na anapigwa na watu wakina bwana na bibi mwenye ambaye ameoleka kama second wife na bwana yake wamevamia huyu msichana Cynthia kumupiga. Wah! Guys, na mnajua anapigwa kwa sababu gani watu wangu? Inasemekana e huyu msichana anapigwa baada ya kutoka Saudia kama amekuja na mtoto hey. Wah. Yaani bwana na bibi mwenye ameoa wa pili wakachika huyu msichana wakampiga hadi guys, akakufa. Walimpiga hadi wakamuua. Imagine, hadi akamuua na watu wako tu hapo wanaangalia, kazao tu ni kupiga tunduru, lakini hawasaidii mtu yoyote. Enewe, anyway, guys ilikuwa hivi, inasemekana halienda Saudia, alikuwa ameoleka na huyu kijana so wakakaa kama hawana uwezo so wakakaa chini wakakubaliana msichana akaende Saudia. So msichana alipoenda Saudia akafanya kazi contract ya miaka yake mbili na nusu, wekaisha mzee akamwambia wacha alinew contract tena waweze kumaliza nyumba yenye ambayo walikuwa wameanza. Huyu msichana alikuwa anafanya kazi guys, akitumanga pesa mshahara yake yote anatumia mwanaume, ili mwanaume akaweze kujenga waweze kuishi maisha mazuri, watu wangu. So msichana kwa ile miaka tano yote alifanya, hakuna shilingi alibaki nayo, yote alikuwa anatumia mwanaume, ili wakaweze kujenga wakaishi maisha mazuri. Hiyo nyumba yenye mnaona hapo penye wanapigania guys, hiyo ni nyumba, ni jasho ya Cynthia. Yaani hiyo ni jasho ya huyu msichana, hiyo ni jasho ya huyu msichana, siyo jasho ya huyu mwanaume. Lakini sasa amepigwa hadi akawawa na huyu mwanaume, amepigwa guys, akawawa na huyu mwanaume bila huruma. Wa watu wangu, si dunia iko na mambo sasa anapigwa kwa sababu gani? Sasa nataka niwerezee guys, inasemekana huyu msichana baada ya kumaliza kontrakti ya miaka tano, wamemaliza kujenga nyumba ilikuwa bado nahitaji maybe kununulia fanicha ndani vintu kidogo kidogo, so bwana akamwomba, akamwambia tu, mimi ningetamani tu okae tena hapa hata kama ni miaka ingine mbili na nusu, tumalizie kila kintu ndio kirudi, hata tukuwe na pesa ya kufanya nini, ya kufungua biashara So msichana juu alikuwa anapenda bwanake, akamwambia, lakini aki, hapa nimeteseka sana na nimepitia mateso mingi sana, nimevumilia. So wache tunirudi, tutafanya hata kama ni vibarua, ili tuweze kununua hizo vitu polepole. Bwana akambembereza akamwambia, hapana my dear, wewe kaa tu ukafanye kazi, mambo itakuwa sawa na nitakuombea Mungu. Kwa hiyo nyumba uendelee kukaa na amani na usiogope, penye tumetoka ndio mbali. So msichana akasikiza mzee wake akaona tu ah, waja tu ni renew tena nini contract. So msichana akarenew contract akaendelea na kazi. Sasa mzee wa nyumba ambayo ni baba akawa kama anaanza kusumbua yule msichana, anataka kumrepu, anashinda kila saa akimsumbua. Msichana akaweza kupigia bwana yake simu, akamwambia aki, hapa mateso yamekuwa mingi, juu imefika kiasi kana kwamba baba mwenye nyumba anataka kulala na mimi, cha mast ananichikia bunduki. Mwanaume akamwambia fanya hivi, we jaribu vile utajizuia nosikubali bibi yako ajue, juu watafanya nini? Watakuwa mnasikia guys, mwanaume mwenyewe ndiye amefanya nini, amemwambia namna hivyo. So msichana, ilifika siku moja baba na mama, mama akawa kama kuna penye ameenda kutembea, so baba alilala kwa nyumba peke yake na huyo msichana wa kazi. So msichana wa kazi akiwa kwa rumu yake, baba alimwendea na bunduki, akamlep na akampatia mimba na akampatia mimba. So kumpatia ile mimba sasa, msichana alipigia bwanake baada ya kurepiwa, akamwambia leo nimerepiwa na amekuja na bunduki. Bwana akamwambia usijali, mambo yote itakuwa sawa, lakini make sure ujaambia mama kwa sababu unaweza wawa we, jaribu vile unaweza, hata kama ni kutoroka utoroke, ojue kama utapata usaidizi uweze kuru, kurudi. So, msichana akaweza kusikiza bwana yake na akaweza ukakaa mimba ikiendelea kugro, akafika mimba miezi tano. Msichana akaweza kutoroka kwa ile nyumba vile bwana yake alimwambia na akaambia bwana yake nimetoroka, juu bwana alimwambia atoroke aende kwa polisi. So msichana alipotoroka akapata wasamaria wema wakamsaidia na mali pa kuishi, na hiyo stori, sijui kama mlikuwa mmeisikia tu hapo kitambo kidogo, lastia vile msichana mwenye ambaye alikuwa anateseka Saudia, Mkenya mwenye ambao pia amezaa kwa street. So huyu msichana akasaidika na msichana mwingine wakawa anamweka sasa. Msichana akaweza kujifungua na akazaa mtoto mwarabu. So ile news baada ya, kusam, ya kusambaa sana vyenye huyu msichana anateseka nini nini, msichana aliweza kusaidika akapata usaidizi na akaweza kurudi Kenya. So msichana aliporudi Kenya alimake sure ameenda kwake, kufika kwake akafukuzwa bwana akamfukuza juu bwana tayari alikuwa ameoa mwanamke mwingi mwingine. Kumbukeni nyumba ni ya yule mwana msichana mwenye ametoka Saudia. So msichana akabeba mtoto wake venye alipotoka naye Saudia, akaenda kwa madhaini wake, na akaelezea na kuambia mimi nilirepiwa, na hata nilimwambia yeye mwenyewe akaniambia nitoroke, na vile nitoroka nimeteseka sana, ndio maana nimefanya nini? Nimerudi. so msichana akaamka siku moja na madhanio, sasa akawa wanaenda bongereshe nani ule kijana. Nawaambia msichana alipofika pale guys. Yaani, amepigwa mwanaume amepiga huyo msichana bila huruma, bila hata kukumbuka hii nyumba yenye ambayo analala ndani ni ya huyu msichana alafu estoshe wanasaidiana na bibi ya pili kupiga huyu msichana vile tu. Mnaona tu hapo guys, mwanaume anapiga akichoka, bibi pia naye anapiga huyu msichana, na wanasawira. Nyumba yenye wanalala ndani ni jasho ya huyu msichana, watu wangu, kusema ukweli Alafu wale watu wenye wako hapo guys, hakuna hata mwenye ambayo anashughulika hata kutetea huyo msichana, hakuna hata mmoja tu, hivi anasema tu wacha tu nifanye nini, nimsaidie. Kazi yao ni kupiga tu nduru. Wakapiga huyo msichana, mwanaume akaanza kupiga hadi mtoto, yaani mwanaume alikuwa anataka kuua mpaka mtoto. Sasa juu mwanaume alikuwa anataka kuua mtoto, unajua kama mama, lazima lazima ungetetea mtoto wako guys. Sisi wanawake hata kama umezana mtu wa aina gani, ukichabeba mimba nozaye, guys, huyu ni mtoto wako. So mama alijaribu kudefend mtoto wake asiweze kuwawa. Finale mwanaume akapiga huyu mwanamke, akapiga huyu mwanamke, wakisaidiana na huyu Saidi chiki wake, wakapiga huyu mwanamke hadi, guys, wakamuua watu wakiangalia. So watu wangu tu hivyo, Kathi ndio aliweza kukufa, akakufa kifo tu hivyo, kwa jasho lake tu. Jumakosa ni kukuja na mtoto kutoka Saudia, lakini huyu mwanaume angekumbuka tu uzuri moja tu hivi Kathi aliwaifanya. Sasa swali yangu ni yaani, huyu mwanaume ako very sure, anaenda kuendelea kulala ndani na ya hiyo nyumba na amani na huyu mwaraya wake hmm? baada ya kuwa mtu mwenye ambaye ameteseka mpaka mwanamke amekonda kwa sababu ya kujenga hiyo nyumba. Kathy akuanga hata na wazazi. Huyu msichana mwenye amewawa hata kuwa na wazazi, guys, ni yatima, ni yatima. Anyway, guys, mimi tu ninaweza tuambia tu guys, kama uko Saudi Arabia, ostrust mwanaume ostrust mtu yoyote jisevie pesa yako, weka kwa akaunti yako. Ukirudi tu angalia ni kitu gani unataka kufanya. Juu sasa ona amejinyima ameji sacrifice seven and a half years kufanya kazi guys, ajenge ili waishi vizuri na mwenzake. Mwenzake kumbe aliowa kitambo, na istoshe amemtoa uhai Isitoshe, amemtoa uhai. life is personal guys. Make sure unafanya kazi, save pesa yako. hivyo ndiye amewacha mtoto wake Mwarabu. Sasa sijui ama uyu mtoto pia wanaenda kumuua. Yaani guys, nawaambia ni chungu sana, chungu chungu, chungu sana. hivyo ndio kumeenda watu wangu, msichana. hivyo ndiye amekufa msichana mwenye bidii, mwenye amejitolea kufanya kazi. Na kitu kingine guys, kama mnaenda Saudia please, and please. Mumpitia family planning endo, wekwe family planning, hata kama ni ya miaka tano yenye unajua, atakun contract ikisha tu, you something can happen, anything can happen. Hakuna vile mtu atakukujia tu na bunduki guys, hata kama yeye ni nani, itabidi tu kuliko wawe olale tu na huyo mtu, siyo kupenda kwa huyo msichana, siyo kupenda kwa huyo msichana. juu wengi wenu mnasema juu mnaenda kwa nyumba kukaa kwa nyumba huko, hauna boyfriend nini nini, hakuna jotumia family planning. Guys, unafika pale unalepiwa, unalepiwa. Imagine unalepiwa, unalepiwa guys, hmm? so jaribu kujirinda. So hivyo ndio kumenda watu wangu, hivyo ndio huyu msichana Cynthia amekufa. Cynthia amekufa na mna hivyo, yani jasho yake yote yenye amefanya kwa hiyo muda amestruggle pale Saudia, baada ya kutoroka yani amepitia magumu. At the end of the day, wakati ule amefaulu kufika Kenya, kuliko tu ani artisti apunzika hata kidogo, wameona tu wamumalize mwanaume wake mwenyewe akamumaliza. Ni vibaya sana, ni jambo la kushangaza yani, emeuma wengi, lakini hakuna kitu ameniuma kama wale watu wamekuwa kwa ground wakishuhudia huyu msichana guys akiwawa. Hiyo ndio jambo emeniuma zaidi zaidi zaidi zaidi. Na wewe uko uko umeoleka kama second wife, na unaweza kuingilia mambo za bibi wife na bwanake first wife, tafadhali. It's too bad. It's too bad bad. Ene guys mlike the video share ikapate kufikia kila mmoja Asanteni wantu wangu asanteni.